Kuhakikisha haki za wanawake na watoto pamoja na unyanyasaji wa aina zote zinatokomezwa. Clement Sila, tamati ya habari, atakuja kuwasomea e, maoni yako moja kwa moja na sasa tuanze na taarifa kuu. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amewakamata na kuwaweka ndani viongozi wanne wa chama cha msingi cha ushirika cha wakulima wa korosho wilaya ya Masasi mkoani Mtwara kwa kosa la kuibia na kusababisha kuwasababishia wakulima, wakulima hasara ya zaidi ya shilingi bilioni ishirini zizotokana na ucheleweshwaji wa kupeleka korosho mnadani na makato ya unyaufu ya asilimia mbili ambayo hayapo kwa mujibu wa sheria kutoka Ruvuma. Jofre Nilahi anaarifu zaidi. Katika kikao cha majumuisho ya ziara yake mkoani Ruvuma, Waziri Mkuu Kasim Majaliwa amesema jana alifanya kikao na viongozi wa vyama vya msingi vya korosho baada ya kubaini kuwepo kwa makato ya asilimia mbili ya unyaufu ambayo kwa mujibu wa sheria wanapaswa kukatwa wafanyabiashara wanaosafirisha korosho nje ya nchi baada ya korosho kukaa kwa muda miezi sita. Aliamuru viongozi hao wakamatwe na kupelekwa Masasi kwa ajili ya kufunguliwa mashtaka ya kuwaibia na kuwasababisha wakulima hasara, lakini pia kuna upotevu wa tani elfu mbili mia moja thelathini na nane za korosho katika maghala ya Mtandi na huko kutopelekwa mnadani kwa makusudi tangia tarehe kumi na moja mwezi wa nane, elfu mbili na kumi na sita na taarifa za kuwepo au kutokuwepo kwa shughuli hizo kwa mamlaka husika na kuwasababisha hasara wananchi. Korosho hizi tani 2038 zina thamani ya shilingi bilioni 25. Kufuatia mapungufu haya, nimeagiza kuwa bwana Kevin Rajab, kaimu meneja mkuu mamu, na bwana Lawrence Njozi, meneja tawi wa mamu kwa pamoja na maafisa wa maghala bwana Yusufu na Mkukula, ambaye ni mkurugenzi na bwana na Ramadhani na makweto wakambu hao wanafanya kazi kwenye wa kampuni ya maghara ya Euro Company Limited wakamatwe na walishakamatwa jana, wako chini ya polisi na leo wanapelekwa Masasi kujibu shtaka la upotevu wa fedha hizo za wakulima. Aidha, katika kikao hicho cha majumuisho, waziri mkuu amemwagiza mkurugenzi mtendaji na meya wa manispaa ya Songea kusimamia mgogoro wa wafanyabiashara wa soko kuu la Songea na kupiga marufuku watu waliochukua vibanda vya soko na kuwapangisha wafanyabiashara ambao wanajipatia fedha nyingi huku manispaa ikipata mapato kidogo. Kuhusu kampuni ya makaa ya mawe Tanco kutolipa kodi, waziri mkuu amesisitiza kuwa serikali haita sita kuiondoa kampuni hiyo kama haitazingatia mkataba. Pia tumemwagiza mwanasheria mkuu wa serikali aupitie upya mkataba baina ya Tanko na NBC ili kuboresha, lakini pia kuona uwezekano wa kuongeza hisa za NBC kutoka asilimia 30, ambazo sasa tunazo. Pia kama itashindikana, washauri namna ya kujitoa katika mkataba huo, hasa ambapo unaonekana na au utaonekana kuwa hauna tija kwa uchumi wa taifa letu. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kasim Majaliwa amemaliza ziara yake ya siku tano mkoani Ruvuma, amerejea Dar es Salaam. Kutoka Ruvuma, Geoffrey Nirahi wa Channel 10.